Na sisi namna gani walivyoanza harakati hizi mpaka watu ambao wanapiga mishemishe za hapa na pale. Na leo tumewatembelea washikaji zetu ambao wanafanya mishemishe mishe zao hapa karibu na benki ya NMB. Tutazungumza nao, ilikuwaje wakajikita kwenye hii michongo, mambo alikwaje? Tutakuja kufahamu zaidi. Mimi naitwa David Maruseke. Mambo vipi? Poa hali. Uko fresh, eh? Niko poa mwanangu. Wewe unaitwa nani? Kwa sababu tuna majina ya kwenye cheti cha kuzaliwa alafu kuna ile yako ya biashara ile. Ah, kwa majina yangu ya kuzaliwa naitwa Shedrack Maro Mwita. Ehe, jina la biashara? Jina la biashara mjasiriamali machinga. Sawa sawa. Mwanangu anakuita nani? Mimi naitwa Haji Aruna. Okay, jina la biashara unaitwaje? Jina la biashara... Eh, yani kuna lile ukipita tu hivi, Utasema wewe ai wewe. Yani kuna lile linavuma sana Wanaitwa Masweta. Masweta. Okay. Eh. Sawa. Mwanangu ilikuwaje mpaka ukapiga mishe kama hii? Aha, okay. Sawa. Utakata hapo, sawa eh? Tutakata eh. Sawa. Na mshikaji wetu hapa nani? Amekuja, uh, jina lake Christopher. Christopher nani sasa? Yeah, Christopher Richard Romocha Ndaki. Na ile ya uh, kutafutia ugali nini mtaani? Kwa kutafutia ugali kwa umaarufu ni kutokewa na mtatajiri mdogo. Tajiri mdogo yeah. Ha, hivi matajiri wadogo ndio wanakuwa na pesa nyingi yeah, pesa nyingi zifu <laughs> <laughs> sawa sawa. Uh, mimi ni, nataka nianze na brother hapa. Ilikwaje ukajikuta kwenye ishu hii ya um, kuuza masweta, ni namna hali ya hewa ya Ngara ndio ikakushawishi uingie kwenye biashara hii ama ilikwaje? Uh, kwa upande wa kuingia kwenye upande wa masweta kila sehemu naangalia ramani yake imekaaje uwezi ukauza masweta ukasema kwamba upeleke sehemu ambapo kuna ukame. Ni hali ya Ngara kwa sababu kuna ubaridi, basi tukaamua kuuza masweta. Okay, na ilikuwa mwaka gani hiyo, kama unakumbuka hivi historia yake? Hivi kitambo kidogo mwanangu <laughs> miaka kende imeenda hivi, hii biashara ya uchinga imeanza toka 2006 yani. 2006. Maana ukipiga hesabu 2025 sasa hivi Nazungumzia kama miaka kama ishirini na moja hivi yes. Niko vizuri, yeah, ndio kabisa kmtao. Okay, ni kipi kimekufanya sasa udumu zaidi kwenye hii shughuli, kwa sababu wengine wangekata tamaa yani, mpaka ilikuwaje mpaka sasa hivi unapiga mishemishe nini hizi? Maanake ni kazi kama kazi, ninayoipenda nina hii kazi, ndio inayenilisha mimi. Hii kazi ndio inaye na, inasaidia hata familia yangu, nasomesha watoto familia yangu kwa ujumla. Unaona, kipato changu kinatoka hapo. Sawa sawa. Tukije kwa brother hapa. Wewe umejikuta katika biashara hii pia ili ilikuwaje uliangalia uenda labda kuanzia Ngara ama kuna eneo lingine ulianzia? Nilianzia wilaya Karagwe. ya Karagwe. Ah, Karagwe kule. Mhm. Mm. Ilikuwa mwaka gani hiyo? Ah, sio miaka mingi, ni juzi tu. 2022. Ah, mwaka 2022. Eh. Sio mchezo, miaka kama mitatu hivi imepita. Eh, miaka mitatu imefika na mpaka sasa unavyofanya hii shughuli ya kuuza, pia nimeona unauza pia masweta lakini na vitu kadha wa kadha, imekuingizia kitu gani haswa? Ama unapata kitu gani kupitia hii biashara yako? Ah, hii ndio inanikidhi mahitaji yangu yote na nahitaji, ndo maana naipenda, na ndo maana naipenda. Eh, sema kuna watu wanachukulia gaize sana kwenye hizi biashara hizi, mtu anaweza akasema labda mnavouza hivi, anaona ah, ni kama watu, wana, wana kaa muda mrefu labda huenda tawateja mpati. Hivi ni kweli ama ni namna tu watu wanavyofikiria? Ni mtazamo wao. Ile kwa sisi tunajua wateja tunawapata na tunauza, ndio maana tunauza paka sasa hivi tunaiendeleza. Sawa e, sawa bado tuko na ndugu zetu hapa, msikilizaji wa Mchakato wakati wa Tuchakate tunazungumza nao, hao wanauza masweta Eh, nimeona masweta lakini pia nimeona kama mashuka yale nini wanayauza, na, na suruali pia za official nimeona pale vikoti e, e, fulani hivi vya wadada vile vya e, wadada. E, kwa nini wadada mnapendelea sana? Ah, si unajua wadada ndio wenye hela, wanaume kidogo tu wabairi. Wanaume wenyewe ndugu yangu wabairi, mwanangu, wataja ni shida. Mimi mwenyewe suruali naweza kama suruali mbili tu yani ambazo nabadilisha hatari eh, eh, sana. Kwa hiyo mahitaji makubwa ambayo mnaona hapa ni wadada asilimia eh, eh, kubwa ni ya, ya wadada asilimia kubwa suruali za ofisho za ofisini, mikoti ya suti hiyo za ofisini. Na pia tuna sweta za watoto hizo, unaona eh, sweta za watoto sweta za watu wazima zipo rika zote zipo sawa sawa. Mara nyingi kuna watu wanachukulia hizi sana, yaani biashara fulani hivi anaweza kawa ana mpango wa kuianzisha, yaani ameandaa kamtaji kake hivi, lakini bahati mbaya kaona ah, kuna mtu anamwambia bwana, hiyo biashara ni ngumu sana. Ile wewe umeanza toka mwaka elfu mbili na sita kama leo vazungumza hapa, na nikuwa taka nikumbushe ulianza na mtaji wa shilingi ngapi, Itena? Okay, na umesema kwamba unasomesha watoto. Hivi biashara yako hii imekufanya pia ufungue biashara nyingine? Biashara yangu hii hey. Au ndo unapiga hii, ama kuna biashara zingine umezianzisha kupitia biashara yako pia hii ya umachingasa, kwenye masuala mazima ya masweta, kama ulivyozungumza kwamba enzi hizo ulikuwa unapiga zako biashara ya sefuria ha, hii biashara nisai yes, kipindi cha elfu mbili na sita kadha wa kadha nifanye biashara hapa na pale, lakini baadaye kuna kupanda kuna kuporomoka. yes, yeah. Mungu alisaidia nikawa nimepanda nikafungua biashara mbalimbali kadha wa kadha, lakini kafikia wakati tena nikajikwaa, unaona kuporomoka. Uh, watu wakasema acha hiyo bwana, tuingie migodini ama ni kwaje? Ni kweli, of course, watu ushawishi ni mwingi kwa sababu unaweza ukapigiwa simu kwamba wa njoo sehemu fulani, kuna mishe nzuri, pesa ipo au kutosha, wajikuta umeacha kazi yako, unaenda kule bila kujua. Ukifika kule mambo yanakuwa sivyo, naona. Mm. Okay, na mpaka sasa uliporudi tena kwenye biashara hii, kuna namna gani, unaona kabisa kuna mabadiliko katika maisha yako kupitia biashara hii? Ha, mabadiliko yatakuwepo, kwa sababu ndio nimeanza sasa hivi, kwa sababu so muda mrefu sana, ndio nimeanza muda sio mrefu, mabadiliko yatakuwepo. Kikubwa kuwa na juhudi na kukabiliana na changamoto zote na uvumilivu pia, kwa sababu kila biashara huwa na changamoto zake, haikosi hasara. Lazima uvumilie, lazima uwe mstaamilivu. Sawa, kuna kitu amekizungumza hapa brother kuhusiana na changamoto. Changamoto gani ambazo mnazikuta kwenye biashara yenu hii? Maana kama mnavyojua pia, mnapiga biashara hapa barabarani, na mara nyingi tunafahamu wateja wengi ndio wanapita na mnatarajia kwamba watachukua bidhaa zenu. Changamoto kubwa ile ambayo una unaipata ni ipi hasa? Ah, changamoto tunazo kukutana nazo, kwa mfano tunaweza kusema kwamba asilimia kubwa nahisi, upande wa Ngara wanategemea upande Wafanya biashara nani wafanya kazi, unaona mm.